Dada Pendo, karibu sana. Asante. umetusikia wapi na umetokea wapi? Mimi nimetokea mkoani Mara. mm -hmm. Wilaya ya Bunda. nimewasikia TikTok. ok mm -hmm. Eh, nini kilikuvutia mpaka ukaona utoke mara bunda mpaka dar es salaam wadada center <laughs> kilichonivutia kwenu ni ile mishahara yenu mishahara mm -hmm. ok mm -hmm. hebu tuongee kidogo mishahara kama ipi yani ni mshahara gani wewe ulikuvutia ukaona mimi huu, unaona nitaupata. mm, mi nilish, nilisikia mishahara mingi. mm -hmm. una laki tano. mm -hmm. laki tatu hadi laki nne. mm -hmm. hadi laki moja. mm -hmm. Kwahiyo nikaona kwamba ni bora nije hapa, mm -hmm. ili niweze kukizi mahitaji yangu. Ok. mm -hmm. ukizi mahitaji yako kwa sababu uliona mishahara ni mizuri na we una shida ya hela, sindio? Ndio. okay, dada Pendo we una vigezo gani? una sifa gani? Umesoma, una nini? Si unajua hii mishahara ina vigezo hmm? Kwa wee huko <laughs> unaingia una kwenye mshahara upi kutokana na vigezo hivyo? Ah, kwa kweli mimi, mimi sina sifa za juu kwa kweli mm -hmm. mm -hmm. Na sifa nitapokea hiyo laki moja. Una laki moja. Kwa nini laki moja Una vigezo gani? kwa sababu yani yani, hivyo vigezo vya juu mimi si maana nimeisha la saba. Um, baada ya kuishia la saba, yeah. okay. um, kuishia la saba. Ulishawahi kufanya kazi za ndani? <laughs> Ndio, nimeshawahi kufanya. Kwa muda gani? Um, ni miaka mingi. Ulikuwa kwenye kazi za ndani? yeah. mm -hmm. Kama miaka saba hivi eh? Kama miaka saba umekuwa kwenye kazi za ndani? mm. uh -huh. Wapi huko? Kuna Morogoro mm -hmm. Mbagara. mm -hmm. na ni sehemu nyingi, kuna Moshi. mm -hmm. um, na sehemu moja huko kijijini kijijini kwetu. mm -hmm. Kote um, ulikuwa unafanya kazi za ndani? e, nilifanya. okay. um, sawa. uh, katika hizo sehemu zote ulizofanya kazi, sehemu gani ulikaa muda mrefu? um, yani mimi sehemu zote nilikuwa natoka, nilikuwa nakaa muda kama, lakini muda gani? kuna sehemu moja nilikaa kwa, <coughs> kwa mama yake na bosi wangu ambaye yupo Morogoro nikaa miezi sita. Yes, sita ndio muda mrefu. baada ya hapo yani sikutoka kwa sababu eti labda nilikosea ama kulikuwa kuna, kulikuwa kuna sababu sababu mtu ambaye nilikuwa namwangalia yeye alifariki. mm -hmm. Kwao baada ya hapo ndo bosi wangu ambaye yupo Morogoro akanichukua. mm -hmm. nikakaa nika pale nimekaa pale kama miaka minne wapi Morogoro. Morogoro, kwenye kazi za ndani. mm -hmm. Kwa hiyo ushakaa sehemu miaka minne? Ndio. Okay, baada ya hapo nikarudi nyumbani kama mwaka mmoja, lakini nilivyoona kama maisha yamekuwa tena magumu. mm -hmm. nikampigia dadangu wa Morogoro nikamwambia. mm -hmm. ambaye alikuwa bosi wako. mm -hmm. mm -hmm. Sasa kulikuwa kuna mdogo wake ambaye pia ni mtu ambaye ananijua. mm -hmm. Ya, sima ye alikuwa anasoma chuo kipindicho mimi nipo kwa dada yake. uh -huh. Sasa alivyo, baada ya hapo ndo nili nikamwambia <coughs> dada kwamba nahitaji kazi ndo. uh -huh. akanitafutia huyo mdogo wake ndo. uh -huh. Nikamwambia dada mi na shida na kazi. uh -huh. Ndo akanaambia aka kwamba ngoja niongee naye alafu. uh -huh. baadaye akikubali utakuja. uh -huh. Mm -hmm. Baada ya hapo aliongea naye akakubali. Mm -hmm. Nikaenda kuishi naye. Mm -hmm. Ah, nimeishi naye mwaka mmoja na, na miezi okay. Mm -hmm. Baada ya hapo ndo nilivona huko tangazo hilo mm. Nikavutiwa nikasema, sasa kwa nini niendelee kulipa huo mshahara mdogo huko wakati huko kuna mshahara mzuri okay. Huko ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Ilikuwa nalipwa sitini elfu. Sitini. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Hiyo ni mwaka huu mwaka huu. Okay, nasio muda mrefu, ni kama tu wiki mbili zimepita. okay, ndio umetoka. mm -hmm. Hapo ukaona e, uje huku ambako angalau mshahara unaanzia laki laki moja. mm -hmm. right. Sawa mm. Dada Pendo karibu. Uh, sisi uzuri na utofauti wetu ni kwamba tuna waongoza wadada, tunawapa mwongozo namna ya kuweza kuongeza valu. We umesema umefanya kazi hizi kama miaka saba hivi, toka umeanza kufanya kazi za ndani, sindio? Ehe, sasa utakachonufaika sana kwetu ni kufanya kazi za ndani na kupiga hatua, kwa sababu umesema ulifanya kazi za ndani miaka minne mahali, ukarudi nyumbani hmm, maisha yakawa tena magumu, ukaanza kumtafuta tena bosi wako, unarudi tena kutafuta kazi. Moja ya kitu ambacho nakipiga vita sana na natamani wasichana wajifunze, hasa ambao sasa hivi wanaanzia kwenye kazi za ndani hmm, ni kupiga hatua kila siku, usirudi nyuma wala usizunguke pale pale. Wadada wengi wa kazi kwa sababu wanakosa uongozi thabiti unaowaongoza nini cha kufanya, ili waweze kupiga hatua, wanajikuta wanabaki kwenye kazi za ndani miaka mingi sana Yukwe, na mwisho wa siku wanajikuta hakuna walichokipata. Kama wewe umekaa kwenye kazi za ndani miaka minne sijui miaka mingapi, ukarudi tena nyumbani kwenu kijijini, maisha yakazidi kuwa magumu, ukaanza tena kutafuta bosi wako bado, ukaja kuishia kupata kazi ya elfu sitini. Sasa sisi hapa tunachokifanya, wadada kadiri wanavyofanya kazi na mradi wetu, mishahara yao inapanda Yaani, unavyoanza na sisi kazi ya laki moja, mwongozo tutakaokupa, mafundisho tutakayokupa, kama utayafanyia kazi wewe, kiwango chako cha mshahara kinaendelea kupanda. Mwaka utakaofuatia mshahara unapanda, mwaka utakaofuatia mshahara unapanda. Lakini sio hivyo tu, pamoja na kuanza kujiandaa kuingia kwenye shughuli zako za kiuchumi za kujitegemea, shughuli za ujasiriamali mali, kufanya biashara, kwa sababu mimi ni role model wa wadada wa kazi za nyumbani. Mimi nilikuwa dada wa kazi za ndani na maisha yangu yanasonga mbele, ya rudi nyuma. Kwa hiyo msichana yoyote dada yoyote ambaye anakuja kufanya kazi kupitia taasisi yetu lazima aweze kuenda mbele, sio kurudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mfano. Kama atafata uongozi wangu, kama atafata ushauri wangu, lazima atasonga mbele. Aa, kwa hiyo dada Pendo hujachelewa, mm, kwanza na kupongeza kwa sababu umekuwa na mjanja, ukutaka kuendelea kubaki kwenye kazi za elfu sitini na umeona sehemu kuna fursa kubwa zaidi, umekuja, hakuna ubaya hata ao, mabosi wenu mnaowafanyia kazi na wao wanatafuta fursa zaidi okay. Leo anafanya kazi hapa, akiona sehemu nyingine kuna maslahi anaenda, hakuna ubaya. Cha muhimu ni kujua thamani yako unayoitoa. Sasa kitu kingine kikubwa zaidi ambacho natamani wadada wajifunze ni kwamba, unapokuwa kwenye hizi kazi, kwa mfano umekaa miaka saba, licha ya liche, kwamba uliishia darasa la saba, lakini uzoefu wa kazi za ndani ulionao sio wa darasa la saba darasa la saba ni mtoto ambaye ametoka tu darasa la saba na hakujiendeleza kufanya chochote amebaki tu nyumbani. Lakini kama ulikuwa unafanya kazi hata zile kazi, uzoefu actually ni mkubwa sana kuliko mtu alioenda darasani akasoma tu kwa, kwa theory. Wewe ulivyokuwa unaendelea kufanya kazi ulikuwa unaendelea kupata uzoefu zaidi. Kwa hiyo na uhakika, wewe una ujuzi mkubwa wa kufanya kazi za ndani kuliko msichana au mtoto ambaye, mdada ambaye ndio ametoka tu darasa la saba Sijui, eh, unaelewa? Kwa hiyo hata hapa kwetu unaweza usipate hii laki moja, unaweza ukapata ya juu kidogo, ila tutakuwa sesi uanzie hata traditional plus ya laki na nusu ila utakapokuwa umekaa hapa tutakuasesi. Hapa watu hawakai kwa ajili ya kushangaa shangaa au kupigapiga nao picha. A a, napokaa hapa, moja ya kazi kubwa tunayoifanya ni kuweza kuwaasesi uwezo wenu wa kazi. Kwa hiyo uwezo wako wa kazi ukionekana ni mkubwa, hautaenda kwenye kazi za laki moja, utaenda kwenye kazi za juu kidogo. Lakini utakapokwenda kazini ukafanya vizuri sana, bosi wako akatupatia feedback kwamba dada Pendo ni jembe, dada Pendo ni mpambanaji. hujue utakavyomaliza mkataba wa kwanza, ukirudi unapanda daraja. Ndio utofauti wetu, kwa hiyo unakuwa haubaki pale pale. Menielewa hapo? Ndiyo nilipenda sana hata mimi. Ulipenda hicho eh? Sasa maanake kupenda ni jambo moja na kuwa tayari kufanya kazi, kuwa tayari utakapokwenda kwenye nyumba ina kazi nyingi, usikimbie zile kazi, ndio kipimo cha wewe kujinoa. sawa, ili uweze kuwa dhahabu lazima upite, upite kwenye moto. Moto kwetu ni nini? Ni kazi, ni uwezo wa kufanya kazi. Unapoona kuna vitu vigeni ndani ya nyumba, umeenda wana mashine labda za kisasa, usikimbie, jifunze namna ya kuzitumia. Ukakuta bosi wako kuna vitu yani vile vya kisasa eh? vyakula vyake ni vya kisasa, wewe umezoea kupika E, walidaga. Nini ugalidaga eh, ukakutana na mavitu huko sijui ma nini mabiriani, jifunze usikimbie, hicho ndo kitakacho kuongezea thamani. Wadada wanaolipa laki tano kwenda juu au hizo laki nne laki tatu, tofauti ni kwamba tu wao wametangulia kufanya hizi kazi za ndani, na wao walikuwa serious kujifunza. Kwa hiyo wameboresha uwezo wao, wameboresha ujuzi wao kwa hiyo huyo dada akifua nguo na kuzinyoosha na kuzipanga kwenye makabati ni tofauti na dada ambaye ndo anaanza kufanya kazi za ndani, au anayefanya kazi za ndani ila kimazoea, ye siku zote akifua anaacha manguo kwenye kamba, akiyachukua anaenda kuyalundika na yatupa pu kwenye kiti au kwenye kitanda, hakunji, hanyooshi, hafanyi nini. Miaka inazidi kwenda, huwezi kuongeza ujuzi. Ujuzi i... unaongezwa kwa kufanya vitu hata kama unaanza kujifunza jifunze kufanya vizuri kwa utakapoongeza ujuzi wako na ukafanya kazi kwa bidii kwa uaminifu, kuhakikisha kwamba bosi wako anaridhika na huduma yako, hivyo ndivyo ambavyo wewe utatoka kwenye mishahara hii ya chini na kupanda kwenye mishahara ya juu. Na pale utakapoona umekusanya fungu lako la kutosha, unataka kwenda kufanya biashara, basi utatoka ukafanya biashara ukiwa tayari na mtaji wako wa kutosha. Sawa? Eh, hayo ndo, ndo mambo yetu hapa, lakini tunataka wadada wanaoeleweka ambao hawana kona kona, ambao hawarukiruki, ambao sio wavivu, ambao sio wadangaji, ambao wako tayari kupambania maisha yao, hao ndio wadada ambao tunaweza kufanya nao hizi kazi au yani, kuweza kutimiza haya malengo yote ninayokuambia, kwamba sisi malengo yetu ni kuwaboresha wadada waweze kufanya kazi vizuri, walipwe vizuri, ili waweze kuboresha maisha yao. Kwa hiyo wewe binafsi una malengo gani ulivyokuja hapa? Malengo yangu nilikuwa najenga nyumba kule nyumbani. Nyumba ya kwako au unawajengea wazazi? Ya wazazi, nawajengea wazazi wangu. Wazazi wako. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio unahitaji una kuimalizia kui mm, imefika kwenye u... Ipo kwenye lenta, iko kwenye lenta. mm -hmm. Mm -hmm. Na finishing ndio <coughs> inakula hela. Baada ya hapo mm -hmm. ime, kiufupi imebaki tu kununua mabati. Tunajua mm -hmm. mabati yana gharama kubwa sai ndio. mm -hmm. Nimesema finishing inakula mm -hmm. hela zaidi kuliko huko ulikotoka. mm -hmm. mm -hmm. Baada ya hapo mm -hmm. nahitaji kujifunza ususi, ususi ndio kazi unayotaka kuja kufanya baadaye? Baada ya kazi za ndani utakuja kufungua saluni. Okay, sawa. Basi safari bado ni ndefu kidogo, wewe sio mtu wa mkataba mmoja au miwili, ili uweze kutimiza malengo yako vizuri, bila stress, usiwe na haraka. Cha muhimu, unapoenda kazini, wewe siku zote akisha, unafanya kazi zako kwa ubora, ili kila uende uendelee kuongeza mshahara lakini pia uweze kutimiza hayo malengo, umalizie nyumba ya wazazi. mm -hmm. Ukusanye mtaji wako wa biashara, ukajifunze hususi na bado upate pesa ya kwenda kufungua salon okay. Yote yanawezekana, lakini lazima uwe ni mfanyaji kazi bora, sio kazi ile mradi ni yani. Wewe usiwe na ile kwamba nataka hela, wewe inabidi ubadilishe mtazamo kwamba nataka bosi afurahi aridhike na majukumu yako. Kwa hiyo hata kama kuna kazi ngumu Ifanye sababu, katika ule ugumu ndio wewe unajinoa. Utakapojinoa ndio bosi anaona ya thamani yako. Kitakachokupa hela ni upambanaji, ufanyaji kazi kwa ubora. Elewa Pendo. Hai, karibu sana, nakutakia kila laheri. Utakapopangiwa kazi, ukiyafanyia kazi hayo niliyokwambia, hautalia hautakuwa na shida maisha yako yote yaani, kwanzia sasa nakwenda mbele, autarudi usemea nimerudi kijijini, maisha kama magumu, nikarudi tena aa, ah, ah, kwa sababu utakuwa una kwenda katika mfumo ambao Mungu wetu ameuweka, mfumo wa kujiboresha, mfumo wa kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa ubora, na kila siku kuhakikisha kwamba unakuwa bora kuliko jana. Sawa sawa, na mimi nakushukuru, mm -hmm. kwa kuanzisha huu mradi kwa sababu mm -hmm. utaniinua mimi, kama mimi kuendelea kuwa na malengo yangu ma kuendelea kuwa na malengo yangu mazuri, kutimiza mm -hmm. ndoto zangu ambazo nazihitaji mm -hmm. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa hivyo. Amina, namshukuru Mungu pia kwa kuweka hayo mawazo ndani yangu kwa sababu sio ya kwangu. hmm. A, Mungu anatuwekea mawazo ndani yetu, anatupa maono, sisi ndio tunayafanyia kazi. Kwa hiyo mimi nimerespondi kwenye kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu na kinapofanikiwa, kinapogusa maisha ya watu ni utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo nashukuru kwamba umesema unamshukuru Mungu na Mungu anibariki. E, mimi ni mtumishi wake. Unajua watu wanafikiri utumishi mpaka ukawe mchungaji. Mimi mtumishi wa Mungu kwa sababu niko hapa kusaidia watu wake. Ninyi mnaokuja hapa mnapata fursa, nawaongoza vizuri, mnapata pesa, mnapata mitaji hicho ndio kitu Mungu anapenda. Yaani sisi tunatakiwa tufanye dunia iwe sehemu salama. Kwa mfano unapokwenda kwenye nyumba ya mtu, usikubali hata siku moja bosi wako akulalamikie. Usikubali. Pale unapokosea muombe msamaha, mm, sema samahani, lakini zaidi sana hakikisha wewe kuwa nyumbani kwake unafanyika baraka kama Yusufu alivyokuwa kwenye nyumba ya Potifa. Alikuwa ni baraka kubwa sana. Mpaka Potifa, Mungu alimbariki kwa kutumia uaminifu wa Yusufu kazini. Na Yusufu aliakikisha tu anakuwa mwaminifu kwa Mungu, sio kwa bosi wake. Ukiwa mm -hmm, mwaminifu kwa Mungu automatiki unakuwa mwaminifu kwa kila binadamu. Kwa hiyo huo ndio utamaduni wetu. Mradi wetu tumeuambatanisha na Mungu, tunaamini ni maono ambayo Mungu ameweka ndani yetu, na hata nguvu na akili tulizo nazo sio za kwetu, ni za Mungu. Karibu sana, ha, sana. Ha, sana. Ha.